Mapepo yakiwa ndani yako endelea ya kukushambulia ni yakuvunua pepo wazi. Ukili ulifukuze ukilifukuza ukili, Yesu atawale ndani yako. Ukilikumbatia shetani azidi kukupea nguvu ya kukutawala na ndiyo maana wa Salonike wa pili mbili kumi mbili mbili mstari wa kumi nasema kwa maana wa kuipenda ile kweli wapate kuokolewa, Mungu aliwapea nguvu ya kuamini uongo wapotee. Kwa hiyo uongo, kuna njia nyingine baba pesi kungekuwa kungeenda Bwana anaye kataa kweli apate kuokolewa, naye Mungu mupea nguvu. Kwa hiyo njia amechagua ikulipitia, apotee kwa hiyo njia, akapata mshahara kwa hiyo maisha amechagua kuyakaa. Ama mwingine zile mama, si alichagua kurudia mapambo? Si alichagua kurudia longi kama kanisa imemvalisha nguo marefu, kanisa imesimama na mahitaji yake mpaka imemfundisha kuvaa. Kama ameona hiyo ni upuzi, rudi basi ukavaa mavazi ya kikaaba. Si amerudia mavazi ya kikaaba? Sasa utamfuatilia umwambie nini? Uamuzi wako hata Mungu anaupigia saluti. Uamuzi wa mwanadamu hapa duniani, shetani anaupigia saluti, hata Mungu anaupigia saluti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Apandacho mwanadamu ndicho atafanya nini? Atakivuna siku ya mwisho. Saloniki wa pili mbili kumi inasema ni Wasaloniki wa pili mbili kumi. Neno liko hapo, safari ni mapambano, wenzangu. Safari hii ni mapambano, sio mchezo. Mimi hakuna siku ndafuatilia yeyote ya mimi, hakuna siku ndafuatilia mtu kwa maamuzi nini? hakuna hakuna siku baba pesi utakwenda mimi uone nikifuatilia yote. Hakuna siku mapeshi utaona mimi nikifuatilia yote. Neno la Mungu nasema mkijua kweli, naye itaweka huru, neno ndina kufungua. Unajua kweli na unakuwa nini? uko huru hakuna kitu yote sasa kukuangaisha tena, kwa sababu ulikuwa kipofu, umepewa kuona. Akishapewa sasa kuona, ni nini tena unahitaji kumwambia kipofu? Akipewa kuona tena hitaji tena kuambiwa angalia. Isi, anaona ikiwa nilikuwa kipofu, nimepewa kuona sasa, unafuatilia kunionyesha nini tena, na nimepewa kuona. Jabu, soma hiyo Wasalonike mbili wa pili mbili kumi anzia kumi na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotofu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Sasa wewe unapinga aje neno kama hiyo, Mama Peshu? Ukikataa kuamini neno la Mungu ambayo amekufungua macho nayo, naye huo Mungu anaachilia shetani akutawale, uendelee kuamini uongo, ili mwisho wa siku upate hukumu, kwa maisha umeachagua kuyasihia Neno la Mungu tunalipokea likiwa vile limekuja, likiwa moto hivyo tunalipokea hivyo, kwa sababu naye Mungu hawezi funulia kanisa neno ambao anajua kanisa alitaliweza. Baba pesi, Mungu hawezi pia kanisa neno ambao anajua kanisa aliwezi, hawezi. Mungu hawezi bebesha kanisa mzigo ambao anajua au aliwezi, hawezi Mungu hudumia watu sawa sana kiwango chenye anajua wako katika imani, kiwango chenye huko ndio Mungu anatembea nawe, hivyo akijua munaelekea kufika wapi. Wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, Mungu angetaka mwanzo mwanzo wapatane na majaribu, kwa sababu angestahimili kupigana nayo. Alitaka kwanza waona wema wake, akijua pale mbele ndio mutajua hii ni safari, hii ni safari Akianza safari walianza wakiwa na furaha sana, lakini walipoenda enda wakaanza kupata hasa na vita kweli kweli. Siku ya kwanza ya kuokoka ulianza ukisema eh, hata mimi nampenda Yesu eh? Yaani ulianza kushangilia na kurukaru ukijua Mungu akijua kama umeamini na umeamua twende na mbele, hatua ndiyo wokovu. Wokovu ni hatua na ndiyo maana Petro aliulizwa hata wewe unataka kufuata wenzako? Alipoona watu anarudi nyumba, wakati analemea kuula mwili wa Yesu na kunywa damu ya, ni sawasawa na kuchukua hatua ya kuwacha dhambi uende na mbee katika hatua, ndio watu wengi urudi na nyumba. Hebu turudi kitabu cha Yohana hapo sikie, Yohana sita. Hebu sikia vile Yesu anauliza Petro, wewe Yohana sita kuanzia 66. Ngoja usikie habari ya vile vetu wanauliza baada ya Yesu kuhubiria makutana, kuanza kuwaambia, hata na nyinyi mulioko mahali hapa, muzipoula mwili wangu na hata kunywa damu yangu, hamuwezi kuhitimu kuhitanishwa na mimbi, hamuwezi kuhitimu kuhitanishwa wanafunzi wangu. Ni sawasawa na hatua ya kubadilika kutoka kiwango cha dhambi kwenda kiwango kingine cha utakatifu, na hapo ndipo watu wengi hukwama, kwa sababu hamutaki ku ya dhambi hautaki kutoka katika mikutano wenye dhambi, hautaki kutoka katika vikao vya wanasiasa, hautaki kutoka katika vyama vyama wazee wametengeneza na wamama, hautaki kuachilizwa vyama, hautaki kutoka katika marembo, hautaki kuachilia makucho umejibandika, hautaki kukili kwamba usherati ni dhambi, unataka kuitanishwa na Mungu muradi uendeleshwe ukaaba. Hauwezi muona Mungu kwa maisha yako, hauwezi ni mambo yanaonekana ya kipuzi lakini ndio yamezuilia utukufu wa Mungu katika wokovu wako. Yohana 6:66 anasema aje? Soma, ntofika hapo. Wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa mwanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye. Wasi tena nani huyo basi? Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka, mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro, akam, Bas, Simon Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu Yesu. Yesu akawajibu Jay, ajabua, amina. Point yangu ilikuwa hiyo, yaani Yesu aliuliza hata Petro, hata nawe Petro, unataka kurudi miongoni mwa walio rudi na nyuma? Lakini Petro akamwambia neno moja, Bwana twende kwa nani turudi nyuma? Wapi niende wapi? Mimi Petro, na nimekusikia, we ndio uko na maneno ya uzima. Wewe ndio umekuja na maneno ya uzima, wewe ndio umeletea neno ikanifungua macho. Sasa niende wapi? Sasa niende kwa nani mwingine? Mimi nitabaki miguuni mwako, mimi nitabaki kuitanizwa na wewe. Wewe umeniletea neno ikanifungua macho, wewe umenihubiria, nikiwa nimekwambia nimezunguka usiku mzima nikitafuta samaki sijaona chochote katika bahari, na kwa neno lako nikarudi tena kujaribu kama kuna masamaki kwa kuweka ile nyavu, kwa kuweka neti, alinyakuwa mpaka akakiri, mimi ni mwenye dhambi niende wapi tena ah! Yesu akafurahi bana, yani anauliza Petro, hata wewe unataka kurudia wenzako? hata unataka kwenda kukaa kama wenzako? unataka kurudia dunia? unataka kurudi tena mikononi mwa shetani ah! Petro akasema, mimi hapana, kama mmechagua nyinyi kurudi kwa dunia mimi nitasonga na huyu Yesu, huyo amekuja maneno ya uzima. Mimi nitakaa na yeye na kukaa ndani yake, kuna uzima wa milele nitapokea tena. Na ndio unaona, Petro alikuwa anauliza Yesu maswali sana. Tena ndiye anamuuliza, Bwana, Bwana, tumeachilia vyote, tumeacha kila kitu. Akaambia Petro, nisikiza vizuri katika huu maisha haya ya kila siku sitakuacha, nitakupa, utazipata tena, na hata uzima milele utapata tena, niko pamoja na wewe. Kwa njia ingine Yesu alikuwa anamwambia, niko pamoja nawe, kushoto na kulia, katika roho na katika mwili. Niko pamoja na wewe katika roho, katika mwili, kushoto na kulia, kila mahali, niko pamoja nawe, Petro. Wahiva wenzangu, ndugu na dada, musiyumbishwe musiyumbeyumbe, musipeperushwe na mawimbi, musipeperushwe na mawimbi. kaeni ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu kuna uzima wa milele, ukaa ndani ya Yesu kuna uzima wa milele. Kumutumainia Mungu si hasara sara, Bwana sunuulize so, mimi sunuulize so, mimi nuulize mimi kwa kumutumainia Mungu nimeona nini tuulize mimi Cyrus kwa kumutegemea yeye, vijana wenzangu wamerudia dunia. Vijana wale nilikuwa nimeshikana wao, wale tulikuwa tunaomba pamoja, tunalala mkesha pamoja, wamerudia maisha ya anasa, wamerudi kuvaa kama dunia. Lakini mimi nikawaambia wapendwa, mahali Yesu alinitoa, siwezi nikasahau Yesu alinionyesha mahali ameniokoa haikuwa rahisi. letoa mfano wa kuku. Na na najua kifaranga ya miezi kama nne kielekea tano. Unaona kifaranga ya miezi nne kielekea ngapi? Tano. Yaani Yesu alinionyesha kifaranga hiyo ilikuwa imenyakuliwa na mwewe alafu ikaachiliwa tena kwa kwa, kwa, kwa, mwingine. Yaani imenyakuliwa imepeperushwa alafu ghafla kule mwewe akasikia sauti za watu akaiachilia tena. Naona hiyo kifaranga ilikuwa imefika kiwango cha kupita nini? Ilikuwa miezi kwa moja kupita mwewe. Sasa Yesu alinipigia mfano akinionyesha ameniokoa wapi. Ameniokoa roho yangu shetani akiwa ya ameibeba hadi mahali Yesu aliniokoa. Roho yangu shetani akiwa ya ameikaba hivi. Ameifunga na mikono, ameifunga kila mahali akiwa amenifunga hivyo. Ndio Yesu alikanyosha mkono wake akamwambia, Sasa mimi niende. Nimwache huyu Yesu niende wapi? Nirudie dunia hii nisaidie na nini? Dunia leo wenye, wenye walio ndani ya dunia wanapiga nduru, hawa wanajiita hawa majenzi ndio wanalia, walieka tumaini kwa serikali nao, serikali iwasaidie. Hakuna vibarua inawapea, hakuna msaada, wanaona ndani yake ni msaada ni tear gas na kupigwa lisasi. Rais amesema piga lisasi ya miguu wavunjwe vunjwe. Sasa hiyo ni maongea gani hiyo kama si maongea ya kishetani? Yaani watoto wamesoma mpaka university na rais anasema ukiwaona kwa maandamano, alafu anabadilishiwa jina ati ni magoods. Azizijui ni magoods, kaza kupiga, kaza atapiga li lisasi ya miguu. Kwani sio mtoto wa mama amemzaa? Kwani ni malaika amekuja duniani? Sio mtoto kama wako? Lakini anatabili piga piga nini, lipi?